Mwema, mwema, a, niwambie kitu. Niwambie kitu. Niwambie kitu. Katika maisha kinahitajika akili, kinahitajika... kuna kitu kinaitwa akili, akili ya kuleta matokeo. Sema akili ya kuleta matokeo. Nataka niwambie kitu kimoja wanangu. Sawa. Mimi mnaniona hapa sina digrii yoyote. Sawa, ila akili ya kuleta matokeo unaambii kitu. Sawa. Akili ya kuleta matokeo uniambi kitu. Sawa. Ukisema kufanikisha ukisema kuleta maendeleo unaambii kitu. Nataka nikutie na moyo na wewe, asikunyanyase mtu kwa digrii yake, asikunyanyase mtu kwa shahada yake, inachotakiwa ni, ni akili ya kuleta maendeleo. Sawa. Baba Levo ana akili ya kuleta matokeo ya maendeleo. Sawa, amepita kibarabara na kwa... si vizuri. Ndio. Wote tunajua historia ya ndugu yetu Baba Levo. Sawa. Na kingine labda niwaambie ukweli kabisa, licha ya kwamba Baba Levo ni ndugu yangu familia mwana Kigoma. Lakini kama asingekuwa na nia kuleta maendeleo, nisingekuja. Sawa. Nisingefanyaje? Usingekuja. Mitawambia ukweli, Baba Levo, kila mkikaa kwa siku akiongea maneno manne, akiongea maneno matatu la nne Kigoma, kila dakika Kigoma, kigomaigo, Kigoma, Kigoma, Kigoma, Kigoma, Kigoma, Kigoma. Kwa... uchungu uliokoa nao Levo na Kigoma Levo kuonanbabarevo anavyoizungumzia kuipigania Kigoma ni kama sijui anazungumzia ni moyo wake, tunaelewa. Si unanielewa nikwambia hivyo. Tuna huku Kigoma, mimi ni nyumbani kwetu, natakiwa mwelewe, wanakuelewa. Unanielewa. Huku ni nyumbani kwetu, kwa hiyo na mimi nataka nyumbani kwetu maendeleo yaongezeke zaidi nhili maendeleo yaje, yanamtaka mtu mwenye uchungu zaidi huyu. So Baba Revo ana uchungu na Kigoma zaidi, ndo maana kashapitia matatizo mengi kwa sababu ya Kigoma. Wote tunajua ataenda mpaka jera huyuongo, kweli kwa kuwapigania wa Kigoma. Sasa kama unakumbuka kipindi kile alipokuwa tu diwani aliyafanya yale jera o, akiwa mbunge atafanya nini? Si unanielewa? Nataka. Nataka niwaambie kitu kimoja kuhusu Baba Levo. Mtoto. Kigoma wewe. Baba Levo wewe. Baba Levo wewe. Baba Levo ni mtu ambaye amewathibitishia watu kitu ambacho hawajakitegemea miaka yote huko nyuma. Wakati anakuja Dar es Salaam anafanya aso zake, watu walikuwa wamchukulia poa. Mimi nikamwona nikasema huyu mtu ana akili sana, huyu mtu ni jembe, mpambanaji Ah, akaanza kufanya harakati zake akaanza kuwapita watu maisha, na watu wengine ambao wajifanya wamezaliwa Dar es Salaam, watu wengine wajifanya wao ndio wana elimu, watu wengine wajifanya wao ndio wana uwezo aliwapita. E, sasa hivi nyote sasa hivi mnaona mgorofa wake anojenga kwa Dar es Salaam, uongo kweli? Na ile gorofa msimkasema baadaye, tikajenga kwa sababu bunge. Ah, mnaona gorofa yake anao kama hata hajapata bunge. Tuelewane hapo, eh? Sasa huyu Baba Levo na wengine kupata Yani zile balozi tuweza kuwa balozi, ana balozi sipungua sita. Na katika kila balozi amekula ila ndogo milioni tano, ina maana katika balozi sita ana milioni thelathini kwa mwezi katika balozi zake tu, atangaza Wasafi Bet, si watangaza nini, si watangaza nini, ana matangazo kibao a Magic Builders siitunieeioama ukweli, kwa nini nimesema hilo? Nataka mjue kwamba Baba Levo hajakuja kugombania ubunge eti kutaka kupiga watu hela au kuleta njaa. Na nawaambieni kabisa, ana njaa, ana, ano, ana njaa. Wasitake kubadilisha matokeo kusema, ho, kaja huyu. Hajakuja kutafuta ubunge kwa maslahi binafsi, kaja kutafuta ubunge kwa kuwapigania wana Kigoma na uchungu. Sawa. oye. Wa na Kigoma, mimi nataka hii lifahamike, watu wajue, wasipindishe pindishe maneno, na ndio maana nikasema kwenye kufunga nitakuja haya. Baba mwenyewe oye oye Baba Levo ana uchungu na Kigoma na mimi nilimwambia kitu kimoja, Baba Levo, ukienda Kigoma kwenye chochote ambacho utasema mimi nisaidie, niko radi, niteda cha upunguni, nitasaidia sawa, kwa sababu huku mimi nyumbani kwetu. Baba Levo historia yake na yangu hatupishani sana. Mi nikaanza muziki watu wamenidharau sana, ujue uongo kweli, kweli sana lakini katika nchi hii mi ndo mwakilishi wa kwanza kwenye mziki. Wongo kweli. Napokuwa mi mwakilishi wa kwanza kwenye mziki manake Kigoma ndo mwakilishi wa kwanza kwenye mziki. Sawa mziki icha ta Kigoma doa Kigoma metodea Kigoma Kigoma inapongoza kwenye mziki manake Kigoma ndo inaongoza kwenye mziki hey. Wongo kweli wakaongea sana oh, huyo Eti sijasomea mzikiikaonapakatasiaa muziki, muziki. Mimi natoka na elimu ya matokeo maajabu. Sawa, mtaa afu lete matokeo mkonyeshe, kuna kiumbe chochote kinafanya muziki nchi hii kinaniweza kisogee mbele yangu, katikati kuna harakati nyingi za kimataifa Huku nyuma kwa kuna dharau nyingi za kijinga jinga. Nikasema hawana adabu hwa. Nikawatia misumari mitatu. Misumari mitatu. Inaitwa shikeni ni adabu. Shikeni adabu. <laughs> Uweke misumari, nikaka namba moja mbili za kuja kenge yote wasogea bali. Hawa. <laughs> Mpaka sasa hivi nataka tunashamaliza ndio watu waanza kusogea sogea, sogea hapo. <laughs> Lakini ile nilitoa kwa kuwashikisha adabu kama shikeni adabu. Na mtoto wa Kigoma Baba Levo ni miongoni mwa watu ambao wakati anaanza shughuli zake watu alikuwa na, na mdharau hu. Hawakujua huyu ana akili kiasi gani, hawakujua ni jembe kisamba. Ndugu yangu mi nakujua, njoo nakujua akili yako kubwa kiasi gani. Jamani, Baba Levo ana uchungu na, na Kigoma Baba Levo ndio mtu tunataka tumpigie kura kwa sababu ataleta matokeo Kigoma, na Baba Levo kwa yeah, kwanza mifano aliyokuwa, tusikilizane kwanza, tusikilizane, tusikilizane kwa pamoja, kwa sababu nje ya Diamond Platnumz kuwa mwanamuziki mkubwa, mzee wangu, moja kati ya ombi ambalo nililileta kwako moja kati ya ombi ambalo nilileta kwako. Ndio, wakati wa kampeni zangu niliahidi soko litakalojengwa Kipampa na litaitwa Wasafi Night Market. Sawa sasa, mzee uma ndo huu wengine walisema, Baba Levo anaogopa, ana Diamond hawezi kuweka hela. Naomba uwaambie ndugu yangu, tunaanzaje? Unanitoaje mzee wangu? okay.

Na kwa kuanza Baba Levo na mahindi milioni mia kuanzia kujengwa ile Wasafi. Ianze kujengwa yes. Na, na mimi sema hey. Kitu kimoja yeah. Kabla hata kuja ongea <manyana> <wabalebo, manyana> na siafikana nataka tuanze na rasha rasha gani huko ili watu wasione na kuongea bla bla. hatuna bla bla si. Eh. Hey. Nikamwambia akasema, tukianza mwanzo, mtu sijaona kama tuna kutoa rushwa hapa nyumbani kwetu, hatuna rushwa. Nikamwambia kama soko, tutaleta hela soko hapa nyumbani kwetu, hapa nyumbani, eee. Sisi watoa barabara, watu wakipompa Wasafi Night Market, tumepata milioni mia kutoka kwa Diamond Platinum, hela ya kuanzia Simba. Simba, simba, simba, simba. Eu, Kigoma, Kigoma, mi nataka niseme kitu kimoja, Kigoma. <laughs> Oya, wewe usiongeongee <coughs> Oya, wasa ya Wasafi maketi, ukija Kigoma kwa Baba Levo, nampenda kweli, akitaka miradi, usiongeongee, usipeleke maua